Mtazamaji wa Bongo Fafi TV kwenye mitandao, mmeona taarifa kuhusiana na uh, kutekwa kwake Humphrey Polepole uh, familia imesema hivyo, lakini jeshi la polisi limeshatoa taarifa yake kwamba huyu mtu wanaendelea kufanya uchunguzi ana tukio hilo, lakini ndugu wamethibitisha Humphrey Polepole alikuwa anaishi mtaa huu, na hapa ni nyumba ya ya 3 1 2 3 ile pale, lakini nyumba hii mwanzoni kabisa hapa pana fensi ya kuingia huku, na nimezungumza na baadhi ya watu kadhaa ambao wanapatikana katika mtaa huu kueleza uh, geographical location ya eneo hili, lakini pia kuangalia uh, usalama ukoje. Wengi wanasema eneo lao usalama ni wa uhakika masaa 24, lakini pia tumezungumza na baadhi ya watu ambao hawakutaka kutajwa jina lao, wanasema majira ya usiku walipokea taarifa ya kwamba kuna nyumba imevamiwa, na baada ya hapo waliamshana wali kwenye grupu lao la, la huu mtaa mzima baada ya kuamshana kuna, kuna, kuna namna alikuwa anaangalia, lakini wakafika baadhi wakaamka, wakafika eneo la tukio na kuangalia kilichotokea. Lakini baada ya kuwasiliana na mwenye nyumba ambaye yeye, kwenye hii nyumba kulikuwa kuna compound mbili, kuna compound ambayo alikuwa anaishi huyo ambaye anadaiwa kuwa ni Humphrey Polepole, lakini kwa mujibu wa mwenye nyumba alikuwa hajui kwamba huyo ni Humphrey Polepole, kwamba alimpangishia mtu mwingine kabisa, lakini huyo mtu ndo alikuwa anajua kwamba anayeishi hapo ni nani. Sasa baada ya kufika eneo la tukio, wakaambiwa ngoja wampigie kwanza mhusika ili atualezi ni nani alilala hapa, ambaye anadaiwa kutekwa. Na baada ya kumpigia huyo ndugu kufika hapa, ndo akaeleza kwamba ni ndugu yake ambaye ni anadai ni Humphrey pole Polepole ndo ambao alikuwa anaishi hapa. So tumezungumza naye kiurefu zaidi, lakini pia kueleza mitaa hii ikoje. Hii ni barabara ya moja kwa moja ambayo inatokea uh, kule uh, basi haya E, inatokea basi haya, ambao ni mtaa wa Tanzanite huu na huu ni mtaa wa Rubi ambao unaunganisha e, kwenye hii nyumba ambayo tumeona hapa. Tutakuonyesha matukio kwamba e, namna nyazi ilivyokatwa na alivyoweza e, kuumizwa, e, na kutolewa nje. Bado hatujajua ni nani huyo, lakini taarifa zinazodaiwa ni kwa familia ni Humphrey Polepole, lakini pia kwenye upande wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa jeshi la polisi wanasema bado wanaendelea na uchunguzi na majira hii ya saa nane jeshi la polisi limetoka maeneo haya kwa ajili ya eh, kuendelea kufanya uchunguzi zaidi. Jina langu ni Yasini Ngitu ambao nakuletea ripoti hii na kuunganisha na baadhi ya watu ambao nimezungumza nao ambao walipenda Uh, inadaiwa alikuwa anaishi mitaa hii hapa jirani yako kabisa, nyumba kama ya nne, mtaa wa nne wa tatu, nyumba kama ya tatu h, na jana nasikia ametekwa. um, um, um, um, um, um, um, umewahi kusikia hizi taarifa? Hapana, anaitwa nani? Humphrey Polepole hilo jina nalisikiaga hmm, lakini nilikuwa sielewi kama anaishi mitaa hii. Na hizo taarifa za kutekwa hujasikia kabisa? bado sijazisikia kwa sababu nimeshinda tu ndani humo, sijatoka kwenda sema yote nikazisikia habari hizo mm. Okay. na hali ya usalama katika mtaa hii ikoje? mm, hali ya usalama hali ya usalama iko vizuri tu, labda ndo hivyo unavyoniambia hizo habari za matukio tukio tena ndo kinachonishangaza mm. Mm. na hali ya usalama kwamba huku salamu wenu yani, kunakuwa kuna sungusungu, kuna sungu, ama kuna watu wa security au kuna e? Eh kuna kuna walinzi. Mm. Eh ina maana sasa ndo maana inanipa taharuki, ndio ina maana walinzi muda huo mpaka matukio na yana na yana maana walikuwepo au hawakuwepo? Mm. So hapo nachojiuliza sasa, kuna walinzi. Mm. Kila siku. Mm. eh kuna walinzi.